na mpendwa, maeneo ambayo tunaposoma na kutafakari unayoyasikiliza utakayoona yanakugusa zaidi kivipekee, jua mahali hapo ndio Mungu anaongea na wewe kwa wakati huu. Sauti ya Mungu ipo katika neno lake, msikilize. Unaweza ukanoti pembeni hiyo mistari na ukajipa nafasi ya kutafakari tena baadaye ukiwa peke yako na kuendelea kujiombea neema ya kuishi katika hilo neno. Wapendwa imani na matendo, tufungue kwa sala, tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni.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 Karibuni sana wapendwa, tuungane na ndugu zetu wa Word Project. Kumbuka ni njili ya Luka sura ya kumi na tisa na ya ishirini. Mlango wa kumi na tisa. Naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake, na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona, walinungunika wote wakisema ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara nne. Yesu akamwambia leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Waliposikia hayo, aliongeza kusema mfano kwa sababu alikuwa karibu na Yerusalemu na wao walidhani ya kuwa ufalme wa Mungu utaonekana mara. Basi akasema mtu mmoja kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme na kurudi. Akaita watu kumi katika watumwa wake, akawapa mafungu kumi ya fedha, akawaambia fanyeni biashara hata nitakapokuja. Lakini watu wa mji wake walimchukia, wakatuma wajumbe kumfuata na kusema hatumtaki huyu atutawale ikawa aliporudi ameupata ufalme wake, aliamuru waitwe wale watumwa aliowapa fedha, ili ajue faida aliyopata kila mtu kwa biashara yake. Akaja wa kwanza akasema, Bwana, fungu lako limeleta faida ya mafungu kumi zaidi. Akamwambia, Vema, mtumwa mwema, kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika neno lililodogo, uwe na mamlaka juu ya miji kumi. Akaja wa pili akasema, Bwana, fungu lako limeleta mafungu matano faida. Akamwambia huyu naye, wewe uwe juu ya miji mitano. Akaja mwingine akasema, Bwana, hili ndilo fungu lako ambalo nililiweka akiba katika leso, kwa maana nilikuogopa, kwa kuwa u mtu mgumu, waondoa usichoweka, wavuna usichopanda. Akamwambia, nitakuhukumu kwa kinywa chako, mtumwa mwovu. Wewe ulinijua kuwa ni mtu mgumu, niondoaye nisichoweka na kuvunanisichopanda, basi mbona hukuiweka fedha yangu kwa watoa riba ili nijapo niipate pamoja na faida yake? Akawaambia waliosimama karibu, mnyang'anyeni hilo fungu, mkampe yule mwenye mafungu kumi. Wakamwambia, Bwana, anayo mafungu kumi. Nawaambia, kila aliye na kitu atapewa, bali yule asiye na kitu atanyang'anywa hata alicho nacho. Tena wale adui zangu wasiotaka nitawale, waleteni hapa, mwachinje mbele yangu na alipokwisha kusema hayo, alitangulia mbele akipanda kwenda Yerusalemu. Ikawa alipokaribia Bethfage na Bethania kwenye mlima uitwao wa Mizeituni, alituma wawili katika wale wanafunzi akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili na mtakapoingia ndani, mtaona mwanapunda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado. Mfungueni mkamlete hapa. Na kama mtu akiwauliza mbona mnamfungua, semeni hivi, Bwana anamhitaji. Na wale waliotumwa wakaenda wakaona kama alivyowaambia. Na walipokuwa wakimfungua mwanapunda, wenyewe waliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Wakampeleka kwa Yesu wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda wakampandisha Yesu. Na alipokuwa akienda walitandaza nguo zao njiani, hata alipokuwa amekaribia matelemko ya mlima wa Mizeituni, kundi zima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yake ya uwezo walioyaona, wakasema, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwa katika mkutano wakamwambia mwalimu, uwakanya wanafunzi wako. Akajibu akasema, nawaambia ninyi, wakinyamaza hawa, mawe yatapiga kelele. Alipofika karibu, aliuona mji akaulilia, akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani! Lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja, adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini, wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Akaingia hekaluni akaanza kuwatoa wale waliokuwa wakifanya biashara, akiwaambia, imeandikwa, nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Naye akawa akifundisha kila siku hekaluni, lakini wakuu wa makuhani na waandishi na wakuu wa watu walikuwa wakitafuta njia ya kumwangamiza, wasione la kutenda, kwa kuwa watu wote walikuwa wakiandamana naye wakimsikiliza. Mlango wa ishirini. Ikawa siku moja alipokuwa akiwafundisha watu hekaluni na kuihubiri habari njema, wakuu wa makuhani na waandishi pamoja na wazee walimtokea ghafla, wakamwambia wakisema, tuambie, unatenda mambo hayo kwa mamlaka gani? Tena ni nani aliyekupa mamlaka hii? Akajibu akawaambia, nami nitawauliza ninyi neno moja, niambieni, ubatizo wa Yohana Je, ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Wakahojiana wao kwa wao wakisema, kama tukisema ulitoka mbinguni, atasema basi mbona hamkumwamini? Na tukisema ulitoka kwa wanadamu, watu wote watatupiga kwa mawe, kwa kuwa wamemkubali Yohana kuwa ni nabii. Wakajibu kwamba hatujui ulikotoka. Yesu akawaambia, wala mimi siwaambii ninyi ni kwa mamlaka gani ninatenda mambo haya. Akaanza kuwaambia watu mfano huu: mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu akapangisha wakulima, akaenda akakaa katika nchi nyingine muda mrefu. Na wakati wa mavuno alituma mtumwa kwa wale wakulima, ili wampe baadhi ya matunda ya mizabibu. Wakulima wakampiga wakamfukuza, mikono mitupu. Akatuma na mtumwa mwingine, wakampiga huyu naye, wakamwaibisha wakamfukuza, mikono mitupu. Akamtuma na watatu huyu naye wakamtia jeraha wakamtupa nje. Basi bwana wa shamba la mizabibu alisema, nifanyeje? Nitamtuma mwanangu mpendwa wangu, yamkini watamheshimu yeye. Lakini wale wakulima walipomwona, walishauriana wao kwa wao wakisema, huyu ndiye mrithi, haya natumue ili urithi uwe wetu. Wakamtupa nje ya wa shamba la mizabibu wakamua. Basi bwana wa shamba la mizabibu atawatendeje? Atakuja na kuwaangamiza wakulima wale, na lile shamba la mizabibu atawapa wengine. Waliposikia hayo walisema, hasha, yasitukie haya. Akawakazia macho akasema, maana yake nini basi neno hili lililoandikwa, jiwe walilolikataa waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni? Kila mtu aangukaye juu ya jiwe hilo atavunjikavunjika, na yeyote ambaye litamwangukia litamsaga kabisa. Nao waandishi na wakuu wa makuhani walitafuta kumkamata saa iyo hiyo, wakawaogopa watu, maana walitambua ya kwamba mfano huu umewanenea wao. Wakamvizia vizia, wakatuma wapelelezi waliojifanya kuwa watu wa haki, ili wamnase katika maneno yake, wapate kumtia katika enzi na mamlaka yaliwali. Wakamuuliza wakisema, Mwalimu, twajua ya kwamba wasema na kufundisha yaliyo ya haki, wala hujali cheo cha mtu Bali unafundisha njia ya Mungu kwa kweli. Je, ni halali tumpe Kaisari kodi au sivyo? Lakini yeye alitambua hila yao, akawaambia, "Nionyesheni dinari." Ina sura na anwani ya nani? Wakamjibu, "Ya Kaisari." Akawaambia, "Basi, vya Kaisari mpeni Kaisari na vya Mungu mpeni Mungu." Wala hawakuweza kumshtaki kwa maneno yake mbele ya watu. Wakastaajabia majibu yake. Wakanyamaa. Kisha baadhi ya Masadukayo wakamwendea wale wasemao ya kwamba hakuna ufufuo, wakamuuliza wakisema, "Mwalimu, Musa alituandikia ya kuwa mtu akifiwa na ndugu yake mwenye mke, lakini hana mtoto, na amtwaye huyu mke, ampatie ndugu yake mzao. Basi kulikuwa na ndugu saba, wa kwanza aliyoa mke, akafa hana mtoto, na wa pili akamtwaa yule mke akafa hana mtoto. Hata watatu wakamwoa na kadhalika, wote saba wakafa wasiache watoto. Mwisho akafa yule mke naye. Basi katika ufufuo atakuwa mke wa yupi? Maana aliolewa na wote saba. Yesu akawaambia, wana wa ulimwengu huu huoa na kuolewa, lakini wale wahesabi wao kuwa wamestahili kuupata ulimwengu ule na kule kufufuka katika wafu, hawaoi wala hawaolewi wala hawawezi kufa tena, kwa sababu huwa sawasawa na malaika, nao ni wana wa Mungu, kwa vile walivyo wana wa ufufuo. Lakini ya kuwa wafu hufufuliwa, hata na Musa alionyesha katika sura ya kijiti, hapo alipomtaja Bwana kuwa ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Naye si Mungu wa wafu, bali wa walio hai, kwa kuwa wote huishi kwake. Waandishi wengine wakajibu wakamwambia, Mwalimu, umesema vema wala hawakuthubutu kumuuliza neno baada ya hayo. Akawaambia, wasemaje watu kwamba Kristo ni mwana wa Daudi? Maana Daudi mwenyewe asema katika chuo cha Zaburi, Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume hata niweke adui zako kuwa kiti cha kuwekea miguu yako. Basi Daudi amwita Bwana, amekuwaje mwana wake? Na watu wote walipokuwa wakimsikiliza, aliwaambia wanafunzi wake, jilindeni na waandishi wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu na kusalimiwa masokoni na kuketi mbele katika masinagogi na viti vya mbele karamuni. Wanakula nyumba za wajane na kwa unafiki husali sala ndefu; hao watapata hukumu iliyo kuu.